Asante sana kwa maneno mazuri. Mungu akubariki mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa baba askofu, wakati mheshimiwa mbunge anaendelea, nimeona uwepo hapa wa Mheshimiwa Festo Dugange, naibu wa waziri wa Tamisemi. Asimame angalau atupungie tu namna hii. Karibu sana mheshimiwa, karibu sana Mwanga, karibu, karibu Kilaweni. Tunatambua sana uwepo wako. Pole na safari. Mungu akubariki mheshimiwa, asante sana lakini pia nilimuona mama yangu Asha Rose Migiro, tafadhali utupungie tu mama yangu. Tunatambua sana uwepo wako mmoja wa makamanda aliyopigania na kuitumikia nchi hii kwa uaminifu. Mungu akubariki mama yangu, asante sana. Mheshimiwa Baba Askofu, naomba ikupendeze, sasa nimalizie salamu kwa kumwita hapa dada yangu Mwana Hamisi Nkunda, mkuu wa wilaya ya Mwanga, ili yeye kama mwenyeji wetu aweze kusalimia lakini na kusema yale machache na mengi yaliyokuwa nayo ili sasa tuelekee kwenye zoezi linalofuata. Tafadhali naomba nikukaribishe dada yangu, karibu. taifa la Mungu Bwana Yesu asifiwe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa naibu waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Ndugange, karibu sana katibu mkuu wetu ofisi ya Rais utumishi kaka yetu Juma Mkomi, katibu tawala wetu wa mkoa, manaibu katibu wakuu wote mlioko mahali hapa, kwa upekee kabisa mama yetu Baloz Dkt. Asha Rose Migiro, tunakushukuru sana. Kama ilivyosemwa na Mheshimiwa mbunge una alama kubwa pia hapa kupitia kwa mzee. Lakini Mheshimiwa mbunge wetu, Mheshimiwa Tadayo, mwenyekiti wa halmashauri, pamoja na Mheshimiwa madiwani wote mlioko mahali hapa lakini pia kwa umuhimu kabisa na kwa mapenzi makubwa, wakuu wa wilaya wenzangu wote kwa moja wenu naomba msimame. Hata ndugu yetu kutoka Mtwara, kaka yangu Abdallah Mwaipaya aliyenikabidhi kiti hiki, nakushukuru sana kwa kuja, umesafiri mbali mrefu zaidi ya kilomita elfu moja mia mbili kuja kuungana na sisi Wanamwanga, tunakushukuru sana, tunakushukuru sana kwa upendo. Makatibu tawala pia wa wilaya zetu zote wakiongozwa na Rukia Zuberi, lakini pia viongozi wetu wa chama wa wilaya walioko mahali hapa, kiongoza mwenyekiti wetu wa chama pamoja na wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa, naomba pote mlipo msimame, nawashukuruni sana sana sana. Lakini kwa upekee na kwa muhimu, kanisa mababa, askofu hasa mlezi wetu kwa ule utatu wetu Trinity, na kushukuru sana Baba Skofu Linti, lakini pia Baba Gonza all the way from Karagwe kuja kwa ajili ya meziko haya. Sisi wanamwanga pamoja na familia tumefarijika sana, tunawashukuru sana kwa sala, lakini pia na maombi ambayo umeyasema, lakini pia kwa salamu na uh, ulizozitoa hapa za kuhusu baba yetu. Najua kila mmoja angepewa nafasi ya kueleza uh, kuhusu hayati Cleopa Msuya tusingemaliza leo lakini kilikuwa ni kitabu kinachotembea tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi hii, lakini pia tunaendelea kuungana na familia, hamko peke yenu, wote tumeondokewa, tumeondokewa sana, na Mungu ataendelea kutubariki. Lakini baba askofu wetu mteule uh, Dr. Mono tunakushukuru sana pia na msaidizi wa baba askofu na wachungaji, asanteni sana kwa faraja, tunawashukuru sana kwa upendo. Wakati wote kanisa mmekuwa na sisi muda wote, tumeshirikiana kwenye jambo hili amesema baba Hilint hatukufanya peke yetu, tulikuwa wote kwa hata hili hema. Wakati wa kusimika, basi askofu, tutafanya pamoja. Nikushukuru sana, asante sana. Baada ya kuyasema haya, niendelee kuwashukuru wananchi wenzangu wa wilaya hii ya Mwanga na wananchi wengine wote ambao mmetukimbilia kwa ajili ya kuja kuungana na sisi kwenye uh, maombolezo haya na hasa msiba huu mkubwa, niwashukuru sana. Lakini kabla hatujaendelea na ratiba nyingine niseme tu ndugu zangu, uh, tulikuwa na mheshimiwa mawaziri wetu mheshimiwa Lukuvi pamoja na mheshimiwa Hamza ambao walikuwa wanawakilisha serikali pamoja na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Mnafahamu kesho ndio siku yenyewe ya kumpumzisha baba yetu wa Mwanga, kwa wamekwenda uh, KIA kwa ajili ya kumpokea mgeni rasmi kesho kwa ajili ya maziko, mheshimiwa uh, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio maana hawako hapa, lakini viongozi wengine tupo. Kwa hiyo wamekwenda kupokea viongozi hao kwa ajili ya shughuli ya kesho. Tusianze kuona kwamba na hawapo serikali, wote tuko hapa kwa ajili ya kuhitimisha jambo hili kwa heshima kubwa ambayo mzee wetu aliitenda na ambayo ameendelea kuitenda. Hakuwahi kustaafu mpaka tarehe ishirini na nane mwezi wa nne tulikuwa naye tumefanya naye kazi. Kwayo niendelee kuwashukuru, lakini kwa niaba ya familia ya hayati Cleopa David Msuya tunawashukuru sana wananchi wote, serikali lakini pia na, na familia nzima kwa namna ambavyo tumeendelea kuwa pamoja. Niseme tu kwa niaba ya wanamwanga tutaendelea kuwa pamoja, sisi ni familia. Baba alituambia kwamba ili tuweze kufanya uh, tuweze kupata maendeleo ni lazima tuungane, lazima tuwe wamoja na tuwe watu wa watu kama alivyokuwa yeye. Asanteni sana, nitoe utaratibu wa kesho. Kesho uh, tutakuwa na ibada kwenye usharika wetu wa Kivindu hapa na utaongozwa kama ambavyo tumepanga kwenye ratiba, lakini nitoe angalizo moja ambalo natamani kila mmoja aweze kulizingatia. Kwa sababu ya umaalumu na unyeti wa jambo hili, tunajua watu wengi wangetamani kupanda huku juu Usangi kwa magari yao binafsi, lakini tunaona ilivyo uh, changamoto kwenye parking za magari, tuwaombe sana wananchi wote, lakini watanzania wenzangu, familia na ndugu wote ambao wanatamani kushiriki ibada ya mazishi kwenye usharika wetu wa Kivindu, tuwaomba ambao watakuwa wanatokea maeneo mbalimbali ambayo sio huku juu, basi tunawasihi na kuwaomba sana magari yao yote wayapaki pale kwenye uwanja wetu wa Sidi Msuya, lakini pia tumeandaa viwanja zaidi ya kimoja. Kuna hapo Sidi Msuya, kuna viwanja vya Chama cha Mapinduzi lakini na shule ya sekondari ya Mwanga. Tutakuwa na shato ambazo zitatumika kuleta watu huku juu ili kupunguza msongamano, lakini pia ili kufanya zoezi liwe rahisi kwa ajili ya kufika huku juu. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wote, tutatumia usafiri wa namna hiyo, ila kwa wale atakao upanda leo watu binafsi, atakao upanda leo magari yao private tunaomba pia wasitumie parking zile ambazo tutazitumia kwa ajili ya kesho. Kama utapanda na gari lako leo, basi hakikisha unapaki nyumbani kwako, kwa sababu unajua huko Usangi watu wanapaki kwenye maeneo ambayo tunayatumia na maeneo ambayo tunatumia kwa parking, likiwepo hili, lakini pia na lile la shule ya sekondari Lomwe, na maeneo mengine ambayo tutaelekezana hiyo kesho. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana. Sasa turuhusu ratiba nyingine iweze kuendelea, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nami mimi Baba Askofu niweze kutoa nafasi, kuchukua nafasi hii kukushukuru, na hapa sasa mimi ninahitaji kwa ruksa yako niweze kumpisha Meja Mabena ili aweze kutupa sasa utaratibu mzuri tutakaotumia hapa kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho za mwisho jioni ya leo. Meja Mabena tafadhali. Karibu. Mheshimiwa Kisewa Zoa, Katibu Tawala Mkoa wa Kilimanjaro, natambua kuwepo kwa viongozi mbalimbali wa serikali, lakini pia natambua kuwepo kwa viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa wakuu vyombo vya ulinzi na usalama waliopo hapa, bila kusahau viongozi wa dini ambao wametuongozea ibada eh, fupi hapa uh, Usangi wakiongozwa na mababa askofu pamoja na wananchi wote wa hapa Usangi. Mheshimiwa Katibu Tawala, tumefikia sasa, kwa mujibu wa ratiba yetu, ni wakati wa kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa mpendwa wetu hayati Cleopa David Msuya. Utaratibu itakuwa ifuatavyo utaongoza jopo la viongozi katika kutoa heshima za mwisho. Tutazunguka uh, jeneza hili lililobeba mwili huu na tutarejea kwenye nafasi zetu, na baadaye, ndugu wananchi wote wa hapa uh, Mwanga Usangi, tutakuja kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa mpendo wetu kwa utaratibu ambao umewekwa na watu wa itifaki ambao wako katika maeneo yetu mbalimbali. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa katibu tawala, karibu utuongoze. Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa kutoa heshima za mwisho kama ambavyo eh, taarifa iliyotolewa hapa, na kubwa zaidi ni kwamba watu mbalimbali wanajitoa, na naibu waziri e, TAMISEMI akiongoza zoezi hilo, lakini hivi sasa ni katibu mkuu huyo utumishi, na viongozi mbalimbali hao, e, makatibu wakuu, anamuona Daktari pia Sharoz Migiro ambaye alikuwa e, ni karibu kabisa na mzee Cleopa David Msuya, na anapita hapo. E, kumbuka kwamba ametajwa hapa, shule yake inafanya vizuri sana, shule ambayo imebeba jina lake a Dr. Sharozi Migiro imekuwa ikifanya vizuri, na ilikuwa ni wazo la CD e, Msuya wakati e, ule e, kwamba lazima kwa kuna shule ambayo endao wanafundisha wanafunzi wa kike kutoka sehemu mbalimbali Tanzania, na itakuwa ni shule kinara, na wazo hilo ama kwa hakika limesimama imara, na hivi sasa shule hiyo inatajwa kuwa ni moja kati ya shule e, nzuri e, na inafaulisha. Abdalla Moipaya, mkoa wa wilaya huyo, anapita kutoka Mtwara akisafiri umbali mrefu e, kuja. huyo ni makamu mwenyekiti wa halmashauri, na akipita. viongozi mbalimbali hawa wanapita kuweza kutoa pole e, na mwenyekiti wa bodi huyo, benki ya Mwanga, benki ambayo anamwona. profesa Yunus Mgana anapita Eh, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam upande wa utawala ila hali pia eh, mkurugenzi mkuu wa zamani huyo eh, na mkuu wa jeshi la kujenga taifa eh, na anapita hapo eh, viongozi mbalimbali mbali wakipita eh, na hao ni wakuu eh, wa jeshi na wakipita kutoa pole na kuwa, vio, kuwa vikosi vya ulinzi na usalama hao nao na eh, wakipita hapo kutoa pole. Kwa mwili basi wa CD e, si, Msuya. Hapo anapendelea kuita jina la CD si, CD Msuya. Ama basi mze, si, di, basi tunaenda kumuona mzee unajua ni huyu si, Msuya na leo basi wanatoa salamu zao za mwisho kwa mzee Msuya. Ama kwa hakika e, ni wengi wanasema kwamba wanafurahia maisha ya kiongozi huyu, amefanya mengi, tumeyasikia mengi sana hapa sala so lazima la miundo mbinu barabara, lakini pia shule Eh, ama kuhakika unalishuhudia kwa macho kifika katika kijiji hiki cha Usangi, ama mji wa Usangi eh, unaona kabisa na shule zilivyo ujenzi wa miundombinu eh, na ama kuhakika, wakazi wa Mwanga hususani wa Usangi wanamkumbuka eh, vilivyo eh, naam, hawa hivi sasa ni wakazi wa Usangi wa wanaweza kupita mmoja baada ya mwingine eh, na walikuwa nasubiri tukio hili kwa hamu kubwa tokea tangazo ambalo lilitolewa na Rais Samia Suluhu Hassan la msiba eh, lilipotolewa, kanasubiri ni lini watamwaga mpendo wao, na hakika leo anajitokeza eh, makundi na makundi kwaweza kumuaga eh, mpendo wao eh, na wanafunzi pia ni wengi wamejitokeza hapa, nilikwambia shule hapa ni nyingi eh, na wanafunzi wengi wamejitokeza pia, wanaona kisubiri muda wao ufike wa kuweza kuaga. Tumesikia mengi, miongoni mwa wale ambao tumesikia ni swala zima la master plan ya mji wa Mwanga, amezungumza mbunge hapa e, suala la master plan ambalo toka mwaka 1983 e, CD Msuya ama waziri mkuu na makamu wa kwanza mstaafu e, Cleopa David Msuya ali, aliichora ile master plan, na alivyoichora basi amekuwa akiishi nayo na tayari hiyo master plan imeanza kushughulikiwa eh, lakini kubwa zaidi wito ukitolewa kwamba basi ikamilike hiyo master plan. Baada ya um, mstari wa pili unaongezwa hapa um, anatuambia mshereheshaji wa tukio hili kwamba inaongezeka mstari mwingine ili zoezi liende haraka. Kumbuka kwamba baada ya hapa kuna safari ya kuelekea katika e, nyumba yake ambapo hapo mwili utahifadhiwa e, kwa ajili ya shughuli ya kesho, ambapo ndio shughuli ya maziko na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye e, anataraji kuwasili hii leo e, Kilimanjaro kwa ajili ya shughuli ya pokesho basi, hataongoza shughuli hiyo eh, na watu kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi wanataraji kushiriki eh, zoezi la kumpumzisha katika makazi yake ya milele eh, CD eh, Msuya, waziri mkuu na makamu wa kwanza eh, mstaafu. Nam, basi niseme tu sisi hatuna la ziada kwa sasa, hatuna la ziada kwa sasa. Eh, niseme tu ya kwamba tuna la ziada kwa sasa. Mtazamaji eh, hapa kama unavyoona, bado wanaendelea kutoa eh, salamu zao za mwisho katika mwili huu ama katika eneo eh, hili, na niseme tu basi tuna la ziada tunarudisha matangazo yakini, kuahidi tu kwamba kesho tutakuwa pamoja e, moja kwa moja mbashara katika zoezi zima la maziko kuanzia kanisani mpaka nyumbani kwa waziri mkuu na makamu wa kwanza mstaafu Cleopa David Msuya. Na hilo tulianzia uwanja wa ndege na tunahitimisha hapa Usangi. Na hapo kesho tutaanza kanisani na tukihitimisha nyumbani kwake katika shughuli nzima za maziko. Niseme basi kwa niaba ya wale wote ambao wameshiriki kukuletea matangazo kwa siku ya leo, mimi naitwa Nuriam Kama. Asante na kwaheri, tujumuike tena tena sote hapo kesho. E, katika shughuli ya maziko ya Cleopa David Msuya, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu.